Klabu ya Azam FC imefanikiwa kupanda nafasi moja hadi nafasi ya nne kwenye msimamo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara baada ya kufikisha pointi kumi na tisa kufuatia ushindi wake wa leo, mabao matatu kwa mawili dhidi ya Kagera iliyofanyika mjini Bukoba. Katika mechi hiyo ambayo ilikuwa ya kumi na mbili kwa Azam, wenyeji Kagera ndio walikuwa wa kwanza kupata bao kupitia mshambuliaji wake Temi Felix aliyefunga bao hilo ambapo baada ya kufunga goli hilo alitanguliza, alitanguliza Kagera Sugar kwa kuipatia goli kwa njia ya penati katika dakika ya 68. Jambo lililoongeza kasi ya Azam kulisakama lango la Kagera ili walau kupata bao la kusawazisha. Zikiwa zimesalia dakika kumi mpira kumalizika, Azam walifanikiwa kupata goli la kusawazisha kupitia Franco Domayo aliyefunga katika dakika 81 na kufufua matumaini ya timu yake kuondoka walau na pointi ugenini. John Boko Adebayo ndiye aliyeibuka mkombozi wa timu ya Azam baada ya kufunga goli la tatu na la ushindi katika dakika 87 lilohakikishia timu yake kupanda kwa nafasi iliyo moja katika msimamo wa ligi kuu na kuishusha Mtibwa iliyokuwa katika nafasi hiyo.